"Sio kosa lako, lakini utalazimika kubeba mzigo huu." Huo ndio ujumbe wa kutisha nilioupata baada ya Evans kufariki. Nilienda kwa baba yake Evans, mzee Ramto. Nyumba yake ilinyuka kifo. Akaniambia kwa sauti nzito, haikuwa ajali mwalimu. Evans alizaliwa ili ateketee. Damu ililazimika kumwagika. Sikuamini. Nilifukuzwa kazi shuleni lakini nilirudi usiku wa manane kutafuta ukweli ofisini, na hapo ndipo nilipopagawa. Sio mzimu, nilimwona mwalimu mkuu wa nidhamu bwana Mlenge alikuwa ananong'ona mbele ya mishumaa, Evans hakufa bure, kazi yetu bado haijaisha. Ghafla akageuka na kufoka ni nani hapo? Aliniona, nilikimbia, nikijua ukichunguza sana unahatarisha roho yako. Huu ni mwanzo tu. Ni follow ili usikose sehemu inayofuata. Kama huwezi kusubiri, video kamili ipo tayari. Nenda YouTube, tafuta Ajali ya Wanafunzi ya Kichawi.